Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Nisia ya Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari katika biashara, serikali kuongeza uwekezaji wa viwanda kupitia Tildo. Asante sana Miriam Mlaponi na mtazamaji. Kwenye habari za biashara leo, tunaelezwa kuwa serikali kupitia wizara ya viwanda na biashara imesema haina budi kuendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya viwanda vya aina mbalimbali nchini ikiwa sehemu ya mkakati wa kukuza uchumi wa taifa pamoja na kutatua changamoto ya ajira kwa Watanzania. Aidha, imeelezwa kuwa viwanda vina mchango mkubwa katika kuongeza thamani ya mazao ya ndani kukuza pato la taifa na kuimarisha ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kimataifa. Kauli hiyo imetolewa na naibu wa viwanda na biashara mheshimiwa Dennis Londo wakati wa wa ziara yake ya kikazi katika shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania Tirido ambapo amesema kuwa serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za utafiti kama Tirido ili kuhakikisha ubunifu na teknolojia za kisasa zinatumika kuanzisha na kuendeleza viwanda vya ndani kwa tija zaidi. Sera ambayo imezungumzwa na ndugu yangu Audax 25 dira ya 25 na hamsini sera ya maendeleo endelevu ya viwanda ya 2025 inatamka wazi kuhusiana na kuhuisha na kustawisha viwanda vya kimkakati ambavyo vina lengo vya kuchechemua uanzishwaji wa viwanda vidogo vidogo, lakini pia viwanda vya kati na hata vikubwa. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji watirido, wa Tirdo Profesa Mkumbukwa Mtambo amebainisha kwamba Tirido ina mpango wa kuanzisha na kuendeleza viwanda vya kimkakati vitakavyozalisha zana malighafi zitakazotumika katika viwanda vingine nchini, hatua ambayo itasaidia kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi, kuongeza ajira kwa wananchi na kuimarisha mnyororo wa thamani wa viwanda vya ndani. Lakini tunatarajia vile vile kuanzisha kituo cha kituo cha kutengeneza na kufanyia matengenezo vifaa vya elektroniki, Electronic Fabrication Center, kwa ajili ya kukuza ubunifu wa ndani na kupunguza utegemezi wa teknolojia za nje kutoka nje, ili kuanzisha kituo cha taarifa za viwanda na ubashiri wa teknolojia za viwanda, Industrial Information and Technology for Custom Center, ili kusaidia ta taifa kupangilia mwenendo na mwelekeo wa maendeleo ya teknolojia na uzalishaji wa Aidha, amesema shirika hilo linatarajiwa kuanzisha kituo cha kitaifa cha kujibu matukio ya dharura mtandaoni kitakachosaidia kulinda mifumo ya viwanda dhidi ya uhalifu wa mtandao pamoja na udukuzi wa mifumo ya takwimu na huduma muhimu. Wafanyabiashara wa soko la Mabibo jijini Dar es Salaam wametakiwa kujiunga na Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF ili waweze kunufaika na huduma mbalimbali zitakazotolewa na mfuko huo ikiwemo huduma za matibabu na pamoja na mafao mbalimbali yanayotolewa kwa wanachama wa mfuko huo. Wito huo umetolewa na Mkurugenzi Mkuu wa NSSF Masha Mshomba, wakati akizungumza na wafanyabiashara wa soko hilo, ikiwa ni mwendelezo wa kampeni ya shirika hilo ijulikanayo kama Staa wa Mchezo Paka Rangi. Amesema awali NSSF ilikuwa ikihudumia wafanyakazi walioajiriwa na serikali na sekta binafsi pekee, lakini kupitia serikali ya awamu ya sita chini ya Rais d Hassan, kila Mtanzania awe mfanyabiashara ama mkulima, ana fursa ya kujiunga na mfuko huo na kupata mafao yote yanayotolewa kwa wanachama wa mfuko huo. Mmesikia wa, washuhuda wakizungumzia kuhusu mafao ya matibabu. Hivi sasa unapojiunga na mpango wetu miezi mitatu tu, wewe na wale ambao wanakutegemea mnaweza kupata matibabu bila kugaramia gharama nyingine yoyote ile. Yale mambo ya kuugua na kuchangiwa na ndugu marafiki, sasa yanafikia mwisho lakini pia hata kwa wakina mama wanapofika wa, wa, wa, wa, wakati wa kujifungua, zile huduma zote za uzazi zitagharamiwa na NSSF. Lakini hiyo haitoshi, pale ambapo unashindwa kufanya kazi kwa sababu ya kuugua ya, ya, ya, ya, ya kuwa mzee au kupata ajali ikafanya uwe na kilema cha kudumu, hapo tayari NSSF inaingia na kuanza kukuhudumia kwa maana ya kukupa Pato la kila mwezi. Ndio inaitwa pensheni ya kila mwezi. Kwa upande wake katibu mkuu wa Mabibo, Kotas Kalori Godfrey amesema NSSF inawasaidia kwa kiasi kikubwa kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya, akieleza kuwa wamekuwa wakinufaika na matibabu bila malipo baada ya kujiunga na mfuko huo. Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF unaendelea na kampeni yake ya kuhamasisha wafanyabiashara kujiunga na mfuko huo kupitia kampeni ya Staa wa mchezo paka rangi. Na kufuatia kauli za hivi karibuni zilizotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Iran, bei ya mafuta inaelezwa kupanda katika masoko ya kimataifa. Katika biashara ya mapema Ijumaa asubuhi kwenye masoko ya kimataifa mafuta ghafi ya Brent yalipanda senti 43, hadi dola 64.49 kwa pipa mafuta gafi kati ya Marekani na magharibi na Texas pia yalipanda senti 42 hadi dola 59.78 kwa pipa. Aidha, rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari Alhamisi usiku akiwa kwenye ndege yake akirejea kutoka kwenye mkutano wa kilele cha Davos nchini Uswisi kwamba kikosi kikubwa kinaelekea Iran. Asante sana mtazamaji na Amiri ya Mumlaponi, hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. ni kushukuru sana nis ya Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji ni tv habari, na mimi ni Miriam Mlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi na kisha tuzitazame habari za kimataifa. Mimi ni Miriam Mlaponi, asante naendelea kuwa nasi. Kifuatacho ndani ya Kifu ya tve habari, na katika habari za kimataifa Marekani ajiondoa rasmi katika shirika la afya duniani WHO.